Unaona hii kinywaji hii ni Milinda hii. Kuna baadhi ya kina mama wajawazito wanafikiri kwamba hii inaongeza damu, na kuna baadhi wao walikuwa katika kipindi cha ujauzito, nimekutana nao hospitali wako na ile Chemikola, nafikiri ni Chemikola, sijui, nafikiri hivyo kama Milinda nyeusi hivi, wanasema wao inaongeza damu. Jamani, hizi vinywaji kuwa na rangi kama hii nyeusi, haina maana kwamba vinaongeza damu. Hizi ni kemikali tu, na si kweli kwamba zinaongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo Chemicola, Mirinda na kuna mwingine hapa anaitwa Janet, yeye ameniuliza swali, anasema, dokta, kweli Grand Malt inaongeza damu? Si kweli, haiongezi damu. Hivyo ni vinywaji ambavyo vina kemikali ndani yake, na kemikali zilizowekwa sio kwa sababu ya kuongeza damu. Kikawaida tunajua kwamba vitu ambavyo vinaongeza damu kwa mama mjamzito mzito au mtu yoyote ule anahitaji kuweza kuongeza damu ni vyakula au vinywaji vyenye madini chuma kwa wingi, vyenye vitamini B kumi na mbili kwa wingi, vyenye vitamini B9 kwa wingi, vyenye vitamini C kwa wingi. Hivyo ndio vinywaji ambavyo vinaweza kuongeza damu katika kipindi cha ujauzito. Unaweza kuwa unajiuliza swali, kwa nini vitamini C Vitamini C inahamasishwa ufyonzwaji wa madini chuma yanayotokana na mimea kutoka kwenye utumbo kwenda kwenye damu. Kwa hiyo, vitamini C inasababisha damu iweze kuongezeka haswa kama natumia madini chuma kutokana na mimea. Nazungumzia rosera, nazungumzia beetroot, nazungumzia mbogamboga za majani kama hizo tembele, lakini vile vile, sijuu natumia mchicha na vyakula vingine ambavyo vina madini ya chuma ndivo ambavyo vinaweza kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Mboga za majani zile zenye ukijani zinaweza kuwa na baadhi ya vitamini B9 au tunaita folate au folic acid ambayo inaweza kukusaidia hasa folate ikakusaidia kuhakisha kwamba unaongeza madini chuma au seli hai zako nyekundu za damu zinaongezeka katika kipindi chako cha ujauzito. Bila kusahau matumizi ya matunda ambayo yana vitamini C kwa wingi. Machungwa, limau. Wako wengine walisema kwamba limau inakausha damu. Si kweli, inakausha damu kivipi na nani aliyokudanganya? Lakini inaweza kusaidia kuweza kuongeza damu. Kwa nini? Kwa sababu ina vitamini C. Limau nitakuwa uweze kuangalia wakati wa kutumia, kama na kiungulia, una changamoto za tumbo unapotumia, inaweza ikawa inaleta shida. Lakini hizi juisi kama unataka kutengeneza juisi, tengeneza juisi mwenyewe zako za karoti ambazo umetanga, ume, umechanganya matembele, umechanganya labda ni mchicha au maharage au majani ya maharage, lakini vilevile unaweza kutengeneza juisi ya beetroot peke yake ukachanganya tu na nanasi, ukaweka limau kama nilivyoelezea kwenye video yangu moja. Unaweza kuklik suggestion hapo juu, lakini vilevile ukatengeneza juisi ya aina nyingine ambayo ina hivyo vilivyomo, vitamini B12 ambazo mara nyingi zinapatikana kwenye nyama au kwenye mazao ya wanyama kama maini kama nyama, lakini vilevile hazipatikani kwa wingi kwenye mazao ya mimea. Sasa basi unaweza pia ukatumia vyakula kama maini japo kwa kiwango kidogo katika kipindi cha ujauzito. Unaweza kutumia protini kwa wingi, kwa sababu ili utengeneze seli hai nyekundu za damu zinahitaji au ongeze damu kuna sehemu ya kuwa na protini. Kwa matumizi ya mayai ni, ni muhimu sana katika kipindi cha ujauzito. Lakini, lakini vile vilevile ni vema basi kuhakikisha unapata zile mboga na vyakula ambavyo kama ni mimea ya kuweza kuongeza damu na wengi wamekuwa na upungufu wa damu ambao unakuta anaanza kliniki ana upungufu wa damu damu yake iko chini ya kumi na moja mpaka anakuja kujifungua damu yake iko chini ya kumi na moja hilo ni kosa kubwa sana na kama ulikuwa na changamoto ya upungufu wa damu niko na kitabu ambacho kinauzwa shilingi elfu kumi na tano naweza nikakutumia hapo ulipo ukakipata e, kama unavyokiona kikakusaidia kwenye kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Hata kama ubakiza mwezi mmoja kuelekea kujifungua, kuna pointi fulani au kuna peji au kurasa fulani ukiisoma, kuna kitu utajifunza na kitakupa siri ya kuhakikisha kwamba unaongeza damu yako wakati mfupi sana, kuepuka kuweza kuongezewa damu. Wakati mwingine unaweza kufika hospitali, ile damu au kundi lako la damu haliko pale na ili uweze kulipata nitakuwa waende mbali zaidi au unaweza kalikosa kabisa na ukapoteza maisha yako. Kwa kuepuka hizo changamoto na hizo vitu vya hatarishi, basi unaweza kujipatia kitabu kama utahitaji. Nitumie message hapo chini kwenye comment, mimi nita kuandikia message au namba ya WhatsApp, na tukazungumza WhatsApp, nikakuelekeza kitabu hicho, namna ya kukipata na unaweza kukipata. Ukiwa na swali, niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Unataka kujifunza kuweza kutengeneza juisi ya bitrut ambayo mara nyingi inapatikana, bitrut zinapatikana kirahisi au viazi damu vinapatikana kirahisi sana huko masokoni, unaweza ukapanda kwako kama maua, ukavitumia kipindi chako cha ujauzito, click suggestion hiyo unaposikiliza video kuhusiana na juisi ya bitrut, unaitengenezaje ukiwa nyumbani kwa kutumia tu blender. Uhitaji mashine ile ya juicer, uhitaji kwenda kununua, unatengeneza tu nyumbani mwenyewe kirahisi sana. Kama mtu na swali kwenye comment hapo, tukutane kule.